Bila shaka unaendelea poa mwananchi, hapa ni nje ya viwanja vya New Amani Complex, viwanja vya mazoezi. Hivi ndivyo ambavyo uh, klabu yetu ina, ina train hapa kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida Black Stars. Habari zikoje, nini kinaendelea? Huyu hapa meneja habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, tukiwa tunapata kile ambacho kinajiri kutoka kwenye klabu yetu Mwenyekiti, bila shaka na wewe unaendelea vizuri. Alhamdulillah, endelea vizuri bila shaka ni hali ya kila mwananchi ha, kila mwananchi sasa hivi anaendelea vizuri hmm, kama ulikuwa na maradhi kidogo kidogo ndani hmm, madokta wakawa wanapata shida sindano dripu hmm, basi baada ya tarehe tano kila mwanayanga nafsi yake imepona mwili hmm, umekuwa safi mwili umekuwa hmm, na nguvu na tunafurahi kiukweli, hmm, na uzuri wa furaha yetu hii sasa hivi ni furaha endelevu Yeah. Unaelewa, unajua eh, eh. Ukisoma English kuna uh, present continuous tense. <laughs> <laughs> <laughs> i <mongalisha> vitu vingi <laughs> eh, the present continuous tense <laughs> Kwa hiyo furaha Yanga mm. ni furaha endelevu, maana yake tunapofurahi leo tutafurahi kesho inshallah, tutafurahi mm -hmm. mwezi wa saba eh, chani ikija, wageni wakija kwenye chani mm. <laughs> wanatakiwa wajue kwamba Yanga wanafurahi mm. E, ndio maana kuna bango tunaliandaa kuliweka pale airport <laughs> <laughs> nimetoa siri <Siri>, eh? <laughs> e, e, friji bovu tena hey. Kwa hiyo bango limeanza la Zanzibar mm. Lakini tunafahamu mwezi wa nane sikuna chani mm. Kwa maana yake mwezi wa saba wageni watakuwa wanakuja sasa hey. Kwa nini tuwaficha wageni? Kwani jambo lilikuwa chumani? Lile jambo si lilikuwa hadharani? kiamsi aliona Eh? Eh, eh, eh, tutaweka bango letu pale. Kila mtu akija aone. Kila mtu akija ah, ashuhudie bwana. Ah, kumbe ndo hivi. Ah, ndo walikuwa wanakimbia mm. -hmm. Kimbia, eh mm -hmm. Kawaje eh bwana wakachanganya wakaingia wala Ah, ndo wakafanywaje? Eh mm hiyo -hmm. E, ah kumbe tano mfululizo eh na huyu alianguka. Eh ndo huyu alisema basi ni kila details. Eh, kwa kila kitu. Yaani furaha ndugu yangu, ni furaha mbayo hatuwezi kunyama. Mimi nimejitahidi kuacha. Mm. -hmm. Yaani kwa mfano na marafiki ambao ni mashabiki wa Viola. Amentumia message bana, acha mepunguza. Nikamwambia siwezi, ndugu zanguni, kiwango cha raha nilichokuwa nacho, nikifumba macho mnanijia ndotoni hivyo. Leo Useni Masanza ameenda kuojiwa, akasema kwamba sisi na wao ni mai wetu, eti tumemfunga wote. Kiukweli, baada ya Useni kuongea, wile wivu mkali ulinipata, hey. Uivu, kama binadamu wa kawaida moyo wivu moyo, moyo hey. Naambua mtu wako mtu wa mtu mwingine vipi? mimi mm, hey, mara tano mfululizo Hussein umempata mara moja tu, na kwa mtu wako watangaza kabisa huyo wa? mtu wangu mimi, Hussein niachie mimi, huyo namshona kila anapoitwa leo, yani wakijifurukuta wakijenga, unajua kwa mfano leo nilikuwa nawaambia watu Aviola huwa anajenga timu afya Yanga na ibomoaga <laughs> yani, wao hii timu yao isibomolewe, wanatakiwa wasukutane na Yanga. Kwa hiyo kadri wanapojenga timu, wakija kwa yanga wanabomoa, kwa maana sisi wanajenga tena timu hapa, wakija kwenye ngao tabomoa tena. <laughs> <laughs> E, taibomoa tena yani, yule anachokiumwa shekhe wangu, akiwezi kupatikana duniani, hayupo mwanadamu hapa mwenye kujua anachoumwa yule. Ni Mungu pekee aamue kuwahurumia, lakini hivi hayuko mwanadamu atakayeona maradhi ya wale na watazama tu, na tutajilia vizuri shekhe eh. <laughs> Mbali na hapo Ali, kikosi chetu kinafanya mazoezi na bila shaka hii ni uh, taa ya kijani na waka kuelekea mchezo wa kesho. Activeness ambayo unaiona hapa uh, ni ile ambayo tunaiona tunapo, tunapokuwa tunaitaka mechi. Bila shaka viongozi, uh, umekuwa we link ya viongozi unawahabarisha una, una, una wananchi nini kinaendelea huko kwenye uongozi. Kwa namna gani tupo kwenye hii mechi? Tupo kwa asilimia mia moja wachezaji pata kuzungumza nao mmoja kwa mmoja, nimesikia kocha akizungumza nao kwa group, wanaonyesha utayari, wanafahamu ni mchezo wa mwisho na wanafahamu ni mchezo ambao watu wanatakiwa wapate burudani. Wenzetu Singili wamekuwa na tamaduni moja mbaya mbaya kidogo ya kukamia mechi, kucheza hovyo, unajua kucheza rafu, sio kucheza vizuri. Kwa quality yao, wakicheza kama walivyocheza na Viola, watu wataenjoy, umeelewa? Kwa hiyo wanatakiwa waje wafikirie kutoa burudani. Wakitufunga tutasema Alhamdulillah, tukiwafunga tunasema alhamdulillah, tumewazidi maarifa. Kwa hiyo naamini kwa kweli timu zote mbili kesho watapata burudani. Kwa hiyo timu hii iko tayari aluatan, watu wana morali vizuri na wanajua kwamba Jumatatu kuna paredi la kihistoria. Watu wanajua hawa, Jumatatu nchi itasimama itakuwa kijani na njano. Kwa hiyo shauku yao ni kuona tukienda kwenye paredi tukiwa na makombe yote matano. So far tuna makombe manne ambayo yanatupa haki ya kiithibati kiii ithibati kumfanya paredi tukipata la latano basi, alhamdulillah tunakuwa tuko hamduilahi yote inshallah. Uongozi mzima wa Africans nimeshuhudia, wajumbe wa kamati ya utendaji nimemshuhudia, mdhamini wetu ghalib Said Mohamed GSM nimemshuhudia predent uh, engineer eninhe Said, na viongozi wote wa Africans wako hapa. Hii bila shaka ina ishara, ishara hii ni gani? Kwanza wachezaji, kama kuna kitu wamefurahi ni kuiona hiyo lineup yote imekuja tena hapa mm. kwa sababu tarehe 28 kule Dar es Salaam walipewa bonus, ahadi ya bonus ambayo haijawahi kutokea tangia nchi hii imeanza kuchezwa mpira mm. bonus kubwa kweli kweli. Sasa wakahisi kwamba imekwisha, walivyomuona leo Ghalib Said Mohamed yupo tena Zanzibar. Wameniita chemba bwana leo tena, nikawaambia kama kawaida, yani Ghalib anaweza akapoteza vitu vyote duniani sio hela, <laughs> hawezi kupushiwa hela. Umeelewa? Kwa hiyo amekuja hapa na safu nzima, viongozi ko hapa, mtiania yupo hapa e, e, mtiania mwingine yupo, yupo hapa, hapa, yaani tunawatiania tosha. Mimi mwenyewe nilikuwa nikatia nia Mbagala <laughs> lakini Mbagala nimeona kuzito, sijui mbunge wa kule sijui nani <laughs> Hamna, nimesahau, nimesafiri mpaka Zanzibar, nimesahau kwenda kuchukua fomu. Ndio unajue mbungu wa Mbagala, shikamoo baba. Nilikuwa na mawazo swala inaitwa tusahau, eh, mtu alinipiga hiyo kwao, nimegafilika, nimesahau. Lakini nilikuwa na mimi kati ya Mbagala, lakini kubwa bwana ni safu ambayo imekuja hapa na morali ambayo inaonekana. Kwa hiyo ukitazama hizi pande hapa unagundua, eh, naenda ku train penalty sasa.

kesho pia Zanzibar hapa nje ya uwanja wa Aman saa tatu kamili asubuhi, watu watakunywa supu Koyokia, Allah, kia, utakana tiki, utakana ya. Kwa hiyo ukiamka inshaallah, ukija kama tiketi utakutana na bakuli yako ya supu e, na hii supu ni ya watu wote, hata Singida wakitakaa tiketi waje wachukue e, asije uh, <laughs> huu ni ujumbe wa meneja habari na mawasiliano Yanga Africans, Ali Shaban Kamwe. Mara baada ma ya kutamatisha mahojiano haya, mimi ni Alwatan Abdulaziz na endelee kukujuza kwamba uh, kesho unao nafasi ya kufika hapa New Amani Complex na kushuhudia burudani. Kumbuka kwamba leo uh, miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa sana na technical, technical bench pamoja na wachezaji kwenye mkutano na wanahabari, Coach Milud Hamdi alizungumza kwamba uh, kitu ambacho natamani sana kukiona kesho ni uwepo wa kwako kwa wewe mwananchi hapa katika jimba hili la New Aman Complex. Anatamani sana kwa kuwa tumeanza safari hii tangu mwanzo msimu pamoja, basi kesho tuje kumaliza pamoja, na akakazia hivyo pia tena uh, Shehan Hamis ambaye aliwakilisha wachezaji pale kwenye mkutano wa mchezo um, huu na wanahabari. Mbali na hapo, meneja habari pia amekazia hivi uh, kwamba kesho na kuhitaji wewe mwananchi, na mimi naendelea kukazia hivyo, kesho tunakuhitaji wewe mwananchi, tuweze kuhakikisha tunafunga msimu vizuri kweli kweli. William Hezron Shimoka yupo nyuma ya kamera, nyuma ya hii mike ni mimi Alwatan.